Akiongea mara baada ya kufungua maonyesho hayo, mkurugenzi wa biashara ya kimataifa ya diplomasia ya uchumi kutoka wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, Balozi John Ulanga anasema maonyesho haya yanaonyesha teknolojia pamoja na ujuzi katika sekta ya kinywa na meno. Kwanza ni maonyesho ya kitaaluma ambayo yanaonyesha teknolojia, yanaonyesha ujuzi mpya, yanaonyesha aina gani ya sekta yanakoelekea na matumizi kwa mfano ya akili mnemba uh, artificial intelligence. Kwa hiyo ni maonyesho ambayo ameleta sio tu waonyeshaji e, kutoka Tanzania, waonyeshaji kutoka nchi nyingi za nje ya Tanzania. Naye mkurugenzi mkuu wa maonyesho hayo Dr Ambene Mwakatobe anasema sababu kubwa ya maonyesho hayo ni kujenga uelewa kutokana na idadi ndogo ya wananchi kujitokeza kupima afya ya meno eh. Takwimu zinaonyesha kwamba kwa Watanzania, karibu nusu ya Watanzania hawajawahi kufika kwa daktari wa kinywa na meno, nusu ya Watanzania, na watoto wanne katika watano hawajawahi kuenda kwa daktari wa afya ya kinywa na meno kwao. Ukiangalia hapo, unaona ni kiasi gani kazi tunayo. Lakini nao washiriki wamekuwa na maoni tofauti. Ninawishi kuwa daktari wa meno. Tumekuja hapa kwenye Tanzania Dental Expo kwa ajili ya kupata elimu mbalimbali. Actually naona kuna kampuni mingi zimeanza kujitokeza. Tukiwa kule Kenya tunajua Tanzania kuna, kuna kampuni mingi lakini tumekuja hapa tumeshangaa kweli. Eh, kweli eh, Tanzania imeanza kuamka. zaidi ya nchi kumi zinashiriki katika maonyesho ya Tanzania Dental Expo ambapo teknolojia mbalimbali zinaonyeshwa. Joseph Mpangala, Azam News